Karibu tujadili kuhusu mbinu za kitaalamu za kuondokana na changamoto ya maji na hasa kwa hapa nchini tukiangazia pia uwepo e, wa vyanzo mbalimbali lakini mbinu hasa za kitaalam ambazo uh, zina uwezekano wa kutatua uh, changamoto ya maji ambayo ipo katika baadhi ya maeneo na wakati mwingine pia hutokea uh, mara kwa mara. Na unaweza pia ukatuandikia kupitia namba yetu 0763 809 770. Uh, tuambie pia nini ambacho unadhani kinaweza kutatua changamoto ya maji uh, kama ipo na katika eneo ambalo upo, na tutaangalia pia kwa upande wa vile ambavyo wataalam wanashauri na kuona takwimu hasa za mahitaji ya maji na uzalishaji kwa Dar es Salaam na Pwani na hii ikilinganishwa pia na idadi ya watu pamoja na ongezeko la watu ambalo wa lipo kwa sasa, lakini linatarajiwa kwa hapo baadaye. Na hapa tumemwalika dr Livingston Swilla ambaye ni mhandisi wa maji na mhadhiri kutoka chuo cha maji. Karibu sana Doktor. Mm. Eh, karibu sana asante, asante. Leo, leo tunataka tuzungumze suluhu, yani siku ambayo wizara eh, ma sekta husika kama inafuatilia basi leo itafahamu kuhusiana na suluhu zaidi ya hili yapo. Mataifa ambayo maisha yao wanatumia maji ya bahari, e, tunazungumza Saudi Arabia, UAE, nchi za Middle East ambapo e, wanafanya desalination, kusafisha maji ya bahari na baada ya hapo huyasambaza kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Ni miongoni mwa suluhu ambao wao inawafanya swala maji isiwe mjadala. E, Tanzania e, kuna bahari ya Hindi, achilia mbali maziwa, mito, mabwawa ya kutosha ambayo yanapatikana kwa nini hili alifanyiki? Na nafahamu pia eh, kuna pepa ambayo wameandika kuhusiana na hili karibu. Asante sana. <coughs> Mm, kwa Dar es Salaam kama unaongelea eh, swala la vyanzo vya maji ni mto Ruvu kwa sababu mm. na ndio maana mto Ruvu kina cha maji kicheza kidogo tu, basi huku Dar es Salaam ni kelele nyingi, na hili limekuwa limekisumbua kwa muda mrefu, lakini Uh, shida kubwa ni kwamba mto Ruvu ulikuwa ni chanzo cha zamani sana ambacho kwa wakati ule kilikuwa kinatosheleza mahitaji ya wakazi wa Dar es Salaam. Sasa baada ya ongezeko kuwa kubwa mm. Kweli natakiwa kufikiria vyanzo vingine. Sasa nije kwenye suala lako uliosema, uh, tuna bahari hapa mm. Eh, ni kweli wakati tunakosa maji, lakini bahari inaendelea mm. kuwepo hapa mm. Sasa kuna nchi nyingi, nyingi tu zinatumia maji ya bahari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwa mfano nchi zote za Mashariki ya Kati, kwa mfano hata Dubai pale mm. pale asilimia tisini na nane ya maji yao yanatoka baharini. Sasa wanachokifanya pale, kuna teknolojia za kutoa chumvi kwenye maji ya kwanza wanaita multi stage flash. Sasa hii ni, ni, ni, ni mitambo mikubwa ambayo unapitisha maji ya bahari mule kuyachemsha, kwa unatoa mvuke ule, halafu chumvi tabaki maji safi yatapatikana kwa yata kwanapitia hatua mbalimbali, ndio maana wanaita mat stage, kupitia hatua mbalimbali, afa inaenda kufaa kutumika kule. Sasa vile vile wanatumia teknolojia ya pili ambayo inaitwa seawater reverse uh, osmosis. Sasa hii ni una, una pump maji ya bahari kupita kwenye chujio chujio, ndogo yenye vimatundu vidogo sana, unaita membrane yake, inaonekana ndio njia maarufu kwa mataifa mengi, kwa sababu ni gharama yake ni ndogo ukilinganisha na ile ya kwanza. Kwa hiyo ukinapitisha pale kwenye chujio ndogo, yakipita pale, anasema asilimia tisini na tisa ya chumvi itakuwa imeondoka mle. Mm -hmm. Sasa kwa miji kama Dubai wanatumia teknolojia hizi mbili, wanazalisha maji yao yanayotumika pale. Sasa gharama zake ya za kufunga hii mitambo huwa ni kubwa, nadhani ndio maana nchi zetu labda tuna atu, hatuendi huko. Kwa mfano kama hii ya kwanza tu ya ya ya multi stage uh, uh, <coughs> Flash. Mm. Hii ina ina gharama zake nyingi kwa mtambo mkubwa ambao unatazalisha maji mengi huwa unakuta ni kwenye kama bilioni mia nane hivi za Kitanzania. Sasa kwa serikali zetu kiangalia ambao bilioni mia nane za Kitanzania ambao inaweza ikahudumia kama ukubwa wa eneo gani ama idadi kiasi gani? Kwa mtambo huu unaweza ukatoa uka, uka lita nyingi sana, maana kwa Dar es Salaam hapa kwetu tutakuwa ni kupunguza mm. tatizo kubwa naweza kutumia kwa kiasi kikubwa sana cha na inaweza kumaliza tatizo inaweza kupunguza sana, yeah. idadi hiyo inaweza kupunguza mno, kwa sababu tuna vyanzo vingine, kwa ukiongeza na hiyo yeah. mm. mm. Sasa hiyo gharama yake ni kwenye bilioni 800 na kwenda kupunguza hata kwa arobaini thelathini na tano arobaini, inaweza kufika hapo, kwa sababu wao wanasema ni dola milioni mia tatu kama hamsini hivi, unaweza kuweka huo mtambo, labda kama inaweza kaongeza kiwango kidogo, lakini sio sana sasa kuna mtambo wa pili huo niliokuambia ule ule wa wa wa wa ule reverse oh, osmosis ah. Eh. Ule wenyewe una una kama una, niliokuambia unatumia pump tu zile za ku, ku, ku, ku, una, ula, pitisha maji kwenye chujio kali, mm -hmm. ili uweze kupata uh, maji safi sasa. mm -hmm. Ule gharama yake ni kubwa kidogo, kwa sababu so unaenda kwenye tilioni na kitu tilioni moja na kitu huko. mm -hmm. Lakini sasa ndo una bei uh, una gharama za uendeshaji uh, ndogo kuliko ule wa kwanza. Kwa gharama za kwanza ile ni kubwa alafu, mm. gharama za pili zile zinakuwa ni sasa ni uendeshaji ni ndogo zaidi mm. Lakini, za... lakini, lakini zaidi lakini dokta, <tokio> uh-huh. uwekezaji e, ni gharama. Ndio, ndio. E, na maisha ya watu na thamani kuliko kiwango cha pesa maanake ni masala tu ya mkakati kwamba e, baada ya muda huu tunapaswa kumaliza tatizo hili. Unaizungumza mfano e, tu Dar es Salaam ambayo ni sura ya nchi, ambayo e, watu kadiri kukicha wanaongezeka, kuna mwingiliano mkubwa wa watu. Hakuhitajiki uthubutu kweli dokta kwenye uwekezaji A... hasa kwenye miradi mikubwa kama hiyo. Sisi uzuri wa, wa, wa Tanzania hapa tumebarikiwa vyanzo vingi. Kwa mfano hmm. tunaweza sasa hivi kutoa maji kutoka mto wa Rufiji. ni kilomita hmm. kama 180 kutoka hapa hmm unakuta gharama za kutoa maji kule tena mengi zaidi zinaweza sifika hata milioni bilioni mia nane hizo, mm, umeona mm. Sasa zikawa bilioni mia tatu labda mia tatu na kitu tukayatoa Rufiji tukayaleta hapa, nakawa mengi kuliko kutumia gharama kubwa, na hapo tukayatoma kwa mfano mto mto mto Wami mm -hmm. mto Wami ambao una kilomita kama mia moja arobaini hivi kutoka hapa au Pangani, kilomita mia tatu na kitu ni mbali hmm. Kwa ukiangalia hizo gharama za kutoa maji kwenye mito kuleta Dar es Salaam ni ndogo sana ukilinganisha na kuweka hiyo mitambo hmm. Lakini daktari hapo hmm, amegusia kabla ya kuendelea kuhusiana hmm, na gharama, lakini pengine tujikumbusha kwa sababu sehemu ya maelezo yako uligusia kuhusu ongezeko uh, la idadi ya watu hmm na hili uh, kwa mujibu wa takwimu tuangalie uh, mahitaji ya maji pamoja na uzalishaji hasa ambao uh, upo kwa Dar es Salaam na Pwani ikiwemo eh, pia uh, hili ongezeko ambalo linatarajiwa, na katika hilo uh, tuone kile ambacho kinaelezwa, na hizi ni, ikiwa ni takwimu za mahitaji ya maji na idadi ya watu kwa Dar es Salaam so, na Pwani inaelezwa kuwa mahitaji ya maji kwa Dar es Salaam na pwani ni lita milioni 772, ikiwa e, uzalishaji wa sasa ni lita milioni 534.6. E, e, kwa hivyo bado kuna kiwango kikubwa cha mahitaji ambayo yanahitajika, na, na Dar es Salaam inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni saba, lakini mwaka 2030 inakadiriwa kuwa itakuwa na zaidi ya watu milioni kumi. Kwa hivyo kama vyanzo vitasalia hivi na kama bado uzalishaji utasalia huo uh, na ongezeko hili litatokea, huenda pia bado changamoto ikaongezeka ama ikawa kubwa zaidi, si hivyo Daktari? E, ni, ni, ni kweli kabisa um, mm. Tatizo ni kwamba uh, sisi tuna upungufu wa vyanzo vya maji kama nilivyosema, na bahati mbaya zaidi hata maji machache tunayoyapata mengi mm. yanapotea kwa sababu ukiangalia takwimu za Dawasa eh, upotevu wa maji ni zaidi ya asilimia hamsini, kwa ina maana kinachozalishwa zaidi ya nusu kinapotea. Sasa ukiangalia hata mtaani nakuta kuna mivujo vujo hii, sawa. Hii ni ile inayoonekana, japo kuna sema kuna wizi wizi, lakini kwa mivujo ambayo tunaiona kwa macho hii tunaweza kuidhibiti, ila hmm. angalau yale maji tunayozalisha, kwa sababu maji yanazalishwa kwa gharama kubwa sana. Ukienda hmm pale Ruvu kwa mfano, treatment plant pale wanapotibu maji kuyatoa kwenye hali yaliyokuwa kwenye mto Ruvu mpaka unayaona hivi, sio kazi ndogo, ni gharama kubwa. Sasa yanapovuja mitaani kupotea hivi, kweli mimi huwa inaniuma sana mm -hmm, inaniuma kwa sababu najua gharama zake uh, na labda ili tungewashauri tawao viongozi wa Dawasa mm -hmm, kupambana na mivujo sio iwe, iwe kitu ambacho ni, ni ni serious sana, kwa sababu pamoja na kupunguza maji na upotelio wafikia wananchi vile vile uh, kwa kama mlikuwa mjui vile vile, ni kwamba maji akiwa kwenye mapaipu hamna maji, ina maana maji ya nje ndio yanakuwa yanaingia kwenye mapaipu ya sasa, na kama maji mpira unapita kwenye maji machafu mm, ya nje ndio yanaingia, maana mm, kija masafi ile machafu machafu ya nje ya huko mule, ndio maana anaweza kawa chanzo hata cha hivi pindupindu pindu na pindu, nini. Kwa tunavyosema kupambana na mivujo tunapunguza upotevu uh, wa ma maji, lakini vile vile tunasaidia afya za za wananchi kwenye magonjwa ya mlipuko haya. Dokta, dokta, dokta, umetaja uhaba wa vyanzo vya maji mm -hmm. Mimi najaribu kuwaza Tanzania kuna ziwa Rukwa, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika uh, Eyasi na maziwa mengine mengi. Kuna mito uh, mingi lakini bado uh, tunataja kwamba kuna changamoto vyanzo vya maji. Uh, hii kuna uhalisia kwanza kwenye hilo. Wakati huo pia tunazungumza, kuna bahari japo umezungumzwa kwamba ni uwekezaji mm, mkubwa ambao unahitaji pesa nyingi, lakini ndio uwekezaji unahitaji gharama. Kwa hiyo ni lazima tu uthubutu ufanyike na kuwekeza. Hii swala kutokuwa na vyanzo vya kutosha vya maji eh, ni kweli, na hii kauli alishawahi sema waziri, waziri wa maji Jumaa mm, Weso alisema yeye kama waziri wa maji hana sio maskini wa vyanzo vya maji vyanzo vya maji vipo, sema sasa ni gharama za uwekezaji kwenye hiyo miradi. Na bahati nzuri sasa hivi serikali imekuja na mpango mzuri sana huu wa grid ya taifa ya maji, ina maana kutoa maji ziwa Victoria, kuja labda Iringa, wapi au kutoka ziwa Tanganyika kuja Dodoma, uh, au kutoka ziwa Nyasa. Kwa hiyo ina maana upande wowote wa ukiwa na upungufu wa maji haya anaweza kupelekwa huku, haya akapelekwa haya, akaja huku, y akaenda hivi hivi uh hiyo grid ya taifa na uwekezaji ule ambao tumezungumza kufanya desalination, kutoa maji ya bahari, ukupi kuna gharama zaidi ah. Uh, sasa huo desalination na maana tutakuwa tuna tuna tatua tatizo kwa Dar es Salaam peke yake Kusosi, kwa sababu si ndo bahari kwa huko sawa, tunaweza kutibu alafu tukayapeleka na huko mikoa, lakini kwa gharama kwa, lakini mito ambayo ipo na maziwa yapo, ni ni, ni swala dogo sana kuyatibu yale maji ambayo yana chumvi, wala haitaji gharama kwa kuyasafirisha kwenda mikoa mingine ambayo ina upungufu Unajua Hilda, Hilda, uh, pamoja na dokta, najaribu kuangalia mfano nchi kama Misri ambayo, mto Nile, ambayo maji yake nategemea Nile ambao unatoa maji ziwa Victoria ndiye. Sasa, sasa ukiangalia kwa hofu ya umbali, ukiangalia Misri Uh, mpaka ziwa Victoria ni karibu kilometa 5500 mpaka elfu sita hivi, lakini kutoka ziwa Victoria mpaka Dar es Salaam inafika kama uh, kilometa elfu moja na kitu, kwamba ni umbali mdogo sana, lakini Misri, asilimia 90 maji yake Eh, tuseme natoka ziwa Victoria. Sasa e, ni mtu unatoka zote ndio, na maisha yake kuanzia kwenye kilimo na shughuli zake zote zinategemea hapo ndio, na ni nchi maarufu kwa aina nyingi ya mazao ya biashara duniani. Ndio ndio wao wanaweza, sisi ambao vyanzo ama chanzo kama hicho kipo ndani ya nchi, kwa maana unazungumza ziwa Victoria tu peke yake inayesaidia Misri, wakati uh, Tanzania kuna maziwa mengi na vyanzo vingine vingi, kwa hofu ya umbali kunaweza kuwa kuna hoja hapo. Uh, nadhani hizi uh, ilikuwa ni labda kwa kwa sasa hivi hmm. Kwa kweli serikali ime, ime, ime, ime inafanya sana kwenye kwa kutoa maji kwenye Ziwa Victoria kupeleka mikoa mingine. Kwa mfano okay, unavyosikia mradi wa kutoka Ziwa Victoria kupeleka Tabora sio mradi mdogo. Mimi na jamaa zangu wengine wanatoa yani kwenye ile pipe maji kufanya kilimo cha umwagiliaji yani; maji ni mengi na yale yanaweza ikafika mpaka Singida huko yakaenda sehemu nyingine hmm. Kwani ni kama tayari tumeshafika hiyo hatua na sisi mm -hmm. Tayari na sasa hivi tunavyozungumza ni, ni, kuna mradi ambao unaendelea mwingine kutoa Ziwa Victoria kuleta Bariadi huku um, sim huko, mradi mkubwa kama huu. Mm -hmm. Tumeshafika huko, kwa hiyo nadhani kwa tulivyoanza angalau tumeanza hivyo tunakoenda. mm -hmm. Tuna, tunaenda kwenye hii hatua ya, ya Misri. Kwa hiyo Ziwa Victoria haliko mbali, ni kweli mm -hmm. Kutoa maji kuyaleta Dodoma ili waza ishawaongea hata mheshimiwa rais na waziri wa maji na ameliongea mara nyingi, na ukiona wameshaanza mipango kama hiyo. Hiyo ile itatekelezwa tu baadaye, itafika wakati yale maji ya ziwa Victoria yanaweza kufika hapa Dar es Salaam, kama tutaenda kweli na hii gridi ya taifa ya maji ambayo tunayoongelea sasa, na maana kutoa maji ya ziwa Victoria au ziwa Nyasa haya yaende huko, yaende huko, yatafika hapa Dar es Salaam. Lakini kwa hatua za haraka ambazo unaweza kupunguza maji Dar es Salaam Changamoto ya maji, e, changamoto ya maji. Hmm. Ni kutoa ziwa uh, nani mto Rufiji na mabwawa na, na sasa hivi kuna bwawa la Kidunda linajengwa ile nalo litapunguza sana maji kwa Dar es Salaam. Na nimeona vile vile na Dawasa hivyo pia watu watategemea kwenye kilimo na kilimo vile vile eh, sasa aoni kwamba eh, vyanzo vichache vinazidiwa matumizi uh, uh, unajua hawa uh, wakulima huwezi ukasema uwatenge na hii miradi mkubwa hmm. Kwa sababu uh, unajenga miradi mikubwa kama hiyo, alafu nawatenga wakulima hmm. Kwa kweli unakuta vyanzo hivyo pia vinatumika kuzalisha umeme, ehe, mm -hmm. Eh hey, kwao uweze kawatenga. Na sasa hivi Dawasa wanaongelea kuyatoa ziwa uh, kuyatoa maji mto Rufiji kuyaleta Dar es Salaam hmm. Wa, wana mpango huo nao kwao, kama nilivyokwambia, kuyatoa maji kwenye mito hii inayozunguka Dar es Salaam kuyaleta Dar es Salaam ni gharama ndogo zaidi kuliko maji ya bahari aya, hmm. Na kuambia gharama za kutoa chumvi ile ni kubwa. Sasa kuyatoa nani, uh, Rufiji au kujenga bwawa la Kidunda ni gharama ndogo zaidi, lakini gharama, dokta, ni jambo la kuogopa kwa juu ya maisha ya watu uh, gharama <laughs> <laughs> kwa sababu hizo pesa, uh, kama ni pesa, manake mwananchi huyo huyo ndiye ambaye anachangia analipa kodi, lakini mm. nchi na rasilimali ina vitu vingi ambavyo eh, faida ya hizo rasilimali na hizo kodi ambazo wanatoa lazima zireflect kwenye maisha yao. Uh, sisi kama wataalam mm -hmm, ni kweli tuna tuna tunashauri tu tuna, tunashauri lakini mtekelezaji ni serikali mm -hmm, kama wana wana, wana uwezo huo. Lakini eh, kwa kutoa chumvi kwenye maji ya bahari mm -hmm, ni kweli ni chanzo kiko jirani hapa lakini gharama yake mm -hmm, ni, ni kubwa kuliko kuyatoa maji kwenye hii mito, na sisi sio maskini wa vyanzo vya mito kama alivyosema na waziri wa maji. Kwa hiyo mi nadhani bado tu, tuendelee kushauri, na kama uchumi wa nchi ukikaa vizuri, you know, ko vizuri, tunaweza kufanya hiyo ni mitambo, hata mmoja tukawa nao hapa, ndio eh, tukawa tunazalisha pale. Mto Ruvu unavyoyumba basi tunapata maji mengine kutoka bahari. Sasa kuna mbinu za muda mfupi na zile za muda mrefu. Kutokana na tumeona uh, makadirio haya ya mwaka elfu mbili na thelathini idadi itaongezeka zaidi takriban milioni kumi huko uh, kufikia hizi um, mbinu za muda mfupi zinaweza kusaidia kwa wakati huo, ama ni mbinu gani za muda mrefu ambazo zinaweza kusaidia, kwa sababu watu wanaongezeka uh, kila uh, mwaka eh, mbinu za muda mfupi ambazo zipo paka sasa hivi ni kuchimba visima. E, na kama mnavyojua hata Kigamboni kule kuna visima vile virefu ambao vina maji mazuri tu na mengi. Sasa hizi, kwa sababu kuchimba kisima ni sio sio mradi wa kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo serikali inaweza ikaamua kuchimba visima vingi alafu vikaingiza yale maji kwenye mifumo ya maji safi, lakini vile vilevile tuna uh, uh, kuna uvunaji wa maji ya mvua. So, hmm, maji ya mvua kipindi cha mvua haya yanatusumbua sana kama mafuriko mjini hapa. Hmm. Kama nilivyosema mwanzo tujaribu kufanya utafiti kuangalia hivi haya maji yanayo ya mvua haya, ya ambayo yanaleta fujo hmm, kipindi cha mvua hayawezi kutumika kivingine. Kwa hiyo tuka, tukajaribu kupima aina ya udongo uliopo ilikuwa ni Kinyerezi huko kwenda hmm, Kifuru kule. Tukajaribu kupima aina ya udongo uliopo kama tunaweza kuyatunza yale maji kwa muda ili hasa yatumike kwenye kilimo cha mbogamboga mboga, labda kuoshea magari au kutengeneza matofali ya, ya, ya, ya, ya, ya, blocks, concrete blocks hizi, ili tupunguze matumizi ya maji ya DAWASA kwenye mm. shughuli hizo, naam no, yabaki kwenye matumizi ya maji ya DAWASA yabaki kwenye matumizi mengine ya nyumbani kwao. Tulikakuta kuna maeneo udongo ni mzuri, tunaweza tukawa na maji ya, ya tukatunza maji yakatumika mm -hmm. katika kipindi hicho cha Naam, tutakuja kuendelea hapa wakati tunaelekea kukamilisha, lakini kwa Nde. Sasa tuungane na mwenzetu Jafari Mponda akiwa katika eneo la Kigogo kuangalia pia a, hasa hali ya upatikanaji wa maji katika eneo hilo. Jafari, habari za hapo na karibu sana utujuze. Asante, ni katika eneo la Kigogo Luhanga hapa Dar es Salaam, tayari kuzungumza na wananchi, hasa wakazi wa eneo hili Je, hali ya upatikanaji wa maji hapa ipoje? Moja kati ya wadau hao ambao yuko tayari kuzungumza nami ni huyu. Habari yako? Salama kwema. Safi. jina lako na nafasi yako katika mtaa huu wa Kigogo Ruhanga? Mimi naitwa Aisha Mrisho, ni mjumbe wa nyumba kumi mtaa huu wa kwetu. So, mheshimiwa mjumbe, upatikanaji wa maji katika eneo lako hili la Kigogo Ruhanga upoje? ha, maji yamekuwa kipengele sana maji, mm -hmm, yamekuwa ni shida mno Yaani wananchi tunapata tabu sana sana tena sana tu mm. toki kabisa au kutoka anatoka, ila sometimes anatoka usiku saa nane watu mmelala, mnakuja mm. kustuka alfajiri, maji yamesha katika eh? hata zile ratiba pia za maji ambazo walikuwa wametuwekea kwamba kila Jumanne mm. na Ijumaa pia inakuwa ni ngumu tena kuzipata maji kutoka, inakuwa ni mtihani. okay. Eh. nini sasa ushauri wako katika kukabiliana na hali hii? shauri wangu kwa serikali, kwa mamlaka yenyewe husika, kuna vile visima ambavyo vya watu binafsi. Vile visima vya watu binafsi wangefanya kama, kufanyeje sijui, tuseme do, ili tukapata maji kiurahisi zaidi, kwa sababu katika mtaa wangu kuna visima kama vitatu vinne hivi eh mm Sinao, e, wa, wa, e, waka, wa, wa, wakafanya kinani hapo tukapata maji kiurahisi zaidi. Tunanunua astunanunua ndoo shilingi 100, ni ya chumvi. Utaratibu amna, okay. Amna utaratibu katika hali hiyo ya upatikanaji wa maji kwa ugumu hivyo, kwa ratiba pengine ya maji kutoka usiku, sasa unawaambia nini wakazi wa Kigogo Ruhanga? Yaani sasa hivi watu tumekaa tunakesha tena, yaani watu tunakaa tuna kesha tunalinda mabomba sasa hivi mm. E, tunakesha tunalinda mabomba, maana ulali hata ule usingizi wa maana mtuayi. oh, yeah. mm. Yeah, haraka hey. Hey, sana hapo ugomvi mwanzo mwisho hapo, ngumi zinapigana watu tunapigana hapo kwa ajili ya maji. yeah. asante. E, asante. Asante. Naitwa nani ndugu yangu? Naitwa Hamisi, Kamanya. Naam. Hamisi, kwa upande wako vipi, maji yanapatikana Kigogo hapa? Ah, maji kwa shida yanapatikana lakini kwa shida, mm. E, kwa shida ipi? mgao ya nato, ah, e, ya mgao unaweza ukashangaa. mm. maji yanatoka saa nane za usiku mm -hmm. kwa hiyo unaweza kuwa mshana mpaka, mm. ukifika asubuhi amekatika. okay. e. So, nini sasa ushauri wako? Eh, kwa ujumla, ili maji yapatikane ikiwezekana, na saa 24, Serikali ifanye tu mchakato kwenye chanzo. Mfano kama maji ya Dar es Salaam, kama wanajua watu wa Dar es Salaam wanatumia labda lita 20, mfano kuwa na chanzo tu ambacho maji yanapopatikana mengi basi patikane sehemu ya kuhifadhika maji kwa ajili ya kipindi cha kiangazi, basi watu wapate maji muda wote. e, kwa chanzo chanzo cha maji kiboreshwe, ule ujazo uwepo wa kutosha wa kumudu watu kipindi chote cha kiangazi na masika. Na nini ushauri wako kwa wananchi wa kawaida wenyewe kuamua tu kuwa na vyanzo vyao vya maji ama kuhifadhi maji? Ah, hapo ni kununua tu vitu vingi ndani, mfano kama madumu, majaba. Lakini pia wapo Waislamu waliojitolea wamechimba visima. Lakini sasa ndio hayo maji upatikanaji wake, mpaka mtu aamue na hayo maji mfano yanayotoka usiku ukichengana nayo, na kesho lazima ununue madumu. Sasa na familia zetu za Kiswahili hizi maji lazima wenayo mengi. Asante. Karibu sana. Hali e, yako mama? Salama tu. Za kwenu za Kigogo Ruhanga hapa nzuri? Mnatunyima nini? Nasikia maji hamna hapo. Maji changamoto mm. Kwa mfano hapo mbele mtaa wa Azimio hapo kuona po. mm. mm. Maji hatupati hata miezi miwili, mwezi mmoja unakuja kupata kwa siku moja tu. He -he. Na akitoka kidogo tu anakatika. He, na maji yenyewe yakitoka sasa hivi yananuka vibaya sana tatuelewi nini. Afadhali wenzetu wanapata kwa mgao, sisi mgao pale hakuna, hakuna kabisa mgao, mpaka tunashangaa. Naishauri serikali hmm. achili hmm. kupitia DAWASA watutolee watu maji watu wote kwa awamu kwa, kwa ambazo kama kama sehemu fulani wiki siku mbili na huku siku mbili lakini sasa wao wanatunyima maji sisi, yaani unakaa mwezi unapata maji mara moja. Mara moja akitoka kidogo, tunagombania foleni na mwingine upati. Kama bi mkubwa kama mimi, nakuwa changamoto, sipati na mpaka ukitaka kuyapata maji uende kwenye mabonde huko, miguu sina na kwa shida uh. Basi, hayo, basi hayo ni kwa uchache kutoka hapa Kigogo Luhanga. Hiyo ndio namna kama sio stahili ya upatikanaji wa maji katika eneo hili. Baadhi ya maeneo yanapatikana maji lakini kwa mgao, lakini wengine wanakaa muda mrefu na yakitoka ni siku moja, na hata usafi wa maji yenyewe inakuwa ni muhali. Kwa hivyo wanaomba lifanyiwe kazi hili. Basi wenzangu hapo studio, kwa mwendelezo wa yale ambayo wanajiri katika mada hii ndani ya Shajara Morning Trumpet. Jafari Mponda na dokta, kwa kukamilisha kwa mm -hmm, sekunde kadhaa e, e, kwa kukamilisha nilikuwa na swali dokta, hatuwezi uh, kupata wawekezaji kualika wawekezaji kutoka kwa mataifa ambayo wameweza, waje wawekeze? Tumekubaliana kuna vyanzo vya kutosha vya maji, wao waje wawekeze wa operate, operations zote za maji, halafu mamlaka ya maji wao wabaki kusimamia, lakini uh, Uh, operation ya maji kuanzia uvunaji na usambazaji ubaki kwenye mamlaka Ame, kutoka kwenye makampuni ambayo mataifa yao yamefanikiwa na yameweza kwenye hili, kwa sekunde kadhaa uh, Asante. Hili nadhani linawezekana lakini ni la kisera zaidi. Sasa hapo, ina maana ni wizara kuja na sera ya namna ya kuyadhibiti haya makampuni kwa sababu uwezi ukalieta tuli operate mm -hmm. itakuja na vitu vyake na bei zake, kwa hiyo kuwe na sera namna ya kudhibiti sasa Dr. Sit, tuna kushukuru sana asante sana kwa muda wako. Asante sana. Hmm, ni Dr. Livingston Swilla mwandisi wa maji na mhadhiri eh, chuo cha maji hapa Dar es Salaam. Tumezungumza naye kuhusiana na mbinu za kitaalamu za kuondokana na changamoto ya maji nchini.